Tajiri Chief Godlove siku leo amezungumzwa kubwa sana mitandaoni baada tu ya kumvaa msanii Diamond Platnumz na kuamua kumpatia vichambo vyake, kwa sababu tumeweza kushuhudia namna ambavyo Chief Godlove alipata anguko kidogo kuhusiana na mali zake, lakini baadaye tukaona akazirejesha, lakini tukaweza kuona ni kwa namna gani watu wengi sana wakawa hawampendi Chief Godlove. Pale ndipo ambapo tuliweza kuona kipimo cha upendo wa Chief Godlove kwa marafiki zake, kwa watu wake wa karibu. Ilifikia hatua hata marafiki zake wakashangilia kwa yeye kufilisika, na mmoja kati ya mtu au star mkubwa ambaye pia alimcheka Chief Godlove na kuandika kijembe katika kurasa wake wa Snapchat ni msanii Diamond Platnumz, kwa sababu kuna siku Chief Godlove aliwahi kuzungumza, katika mastaa wote hapa Bongo hakuna star ambaye anampita kifedha. Yani yeye ni mtu ambaye sio maarufu sana lakini ana pesa nyingi sana. Chief Godlove hiyo ni kauli ambayo amekuwa akitumia mara kwa mara. Sasa baada ya magari yake kuonekana yanachukuliwa eh, lakini pia nyumba yake kutaka kupigwa mnada, eh, Diamond Platnumz akaona eh, hawezi kukaa kimya, akaamua kumtupia kijembe Chief Godlove na kumwambia kwamba kiko wapi? Imekuwaje kuwaje sasa? Zile pesa zako ziko wapi? Maneno yakawa ni mengi sana, lakini pia tuliona media nyingi sana. Hawa kina wakina Karima Story, wakina Maimatha, Jesse, wote hawa wali kuzungumzia, eh, hali ya kufilisika Chief Godlove kwa namna ya tofauti tofauti. Eh, wengine wakiwa wanaandika kwenye vichwa vya habari tayari uko tajiri kashia filisika. Eh, wengine wakiwa wanadai tayari anguko la Chief Godlove. Eh, mambo yalikuwa ni mengi sana, maneno yalikuwa ni mengi sana. Siku ile Chief Godlove ameamua kuzungumza. Eh, kitu ambacho, eh, kinaweza kikamgusa Diamond kwa asilimia kubwa sana. Kwanza kabisa Chief Godlove amedai yeye si mtu kwa kufilisika kirahisi rahisi. Kwanza kabisa, anaweza akapata pesa nyingi zaidi ya hizo ambazo anazo, na tumeweza kuona nguvu yake ipo wapi. Chief Godlove baada tu ya magari yake kuonekana huko tauni na zurura zurura, eh, kumbe alipanga mpango hayo magari, eh, yaweze kumfikia huko alipo. Kenya tunafahamu sasa hivi Chief Godlove yupo Kenya, akafanya mpango magari yake akamfikia huko, eh, alipo Kenya, ili mradi aendelee kuenjoy maisha akiwa na magari yake kama hayo, lakini Bia, uh, ukiangalia Chief Godlove, mara nyingi sana anapenda kuzunguka na hayo magari yake, uh, ili mradi tu, uh, msafara wake utakapokuwa njiani basi kila mtu afahamu Chief Godlove, uh, yupo Kenya. Chief Godlove, yupo sehemu fulani, uh, ili mradi tu heshima iendelee kuwepo. Sasa ukiangalia wewe kwa macho ya kawaida tu kati ya Diamond au Chief Godlove, ni nani ambaye ana pesa nyingi zaidi, kwa sababu hao wote ni watu ambao E, wanajitamba sana mitandaoni wana pesa nyingi. Diamond mara nyingi amekuwa ni mtu ambaye ananunua magari ya thamani, ananunua majumba ya thamani, ameshawahi kumnunulia nyumba mama yake mama Dangote, ameshawahi kumnunulia nyumba mke wake Zuchu, e, lakini pia Chief Godlove unaweza kuona kuna namna fulani na yeye anaonesha, e, anakuambia kuna gari lake moja, ukiangalia ile gari hapo, hilo ni gari ambalo Chief Godlove anakuambia ni la bilioni moja. Sasa tujui labda anadanganya au ni ukweli kwa sababu ukiangalia ni kagari kazuri, ni kagari kanavutia, lakini hatujajua kama kanaingia katika hiyo thamani ambayo ameweza kuiweka. Hawa watu wawili, uh, wamekuwa kishindana sana mitandaoni. Hatujajua ni nani ambaye ana pesa zaidi. Uh, ukimwangalia Chief Godlove, ukimwangalia na Diamond Platnumz, wamekuwa ni watu ambao wanarushiana sana maneno endapo mwenzako ataenda tofauti. Mara nyingi sana Chief uh, aliwahi kuzungumza na kudai kwamba msanii Diamond uh, yani pesa zake ni za kawaida sana. Pesa zake ni ndogo mno, haziwezi kufikia utajiri wake hata robo. Sasa mara nyingi Chief, uh, za hivi lakini hatuoni vitendo, kwa sababu ukiangalia msanii Diamond mara nyingi sana. Kwa asilimia kubwa eh, amekuwa ni mtu ambaye, kuna, eh, kuna yani, umaarufu eh, pia jamani, ni utajiri. Sio kila mtu ana nyota ya umaarufu. Kuna muda mwingine eh, mtu anaweza akawa na pesa nyingi, lakini asiwe maarufu. Ndio kitu ambacho Chief Godlove anacho, ana pesa nyingi lakini hana umaarufu lakini Diamond ana pesa nyingi lakini pia ana umaarufu na anapendwa na watu wengi zaidi. Au ukiangalia katika mitandao yake ya kijamii, kwa asilimia kubwa sana hauwezi kabisa kujilinganisha na Chief Godlove. Chief Godlove mitandao yake ya kijamii ni ya kawaida, lakini Diamond Platnumz mitandao yake ya kijamii unaweza kuona ana wafuasi wengi zaidi ambao wanampenda, wanamkubali, wanamsupport kazi zake. Chief Godlove ni kama vile analazimisha kushindana na Diamond Platnumz, lakini kifupi, Diamond Platnumz ni superstar mkubwa na anafahamika kimataifa zaidi. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.